zangu Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam wanasema, kaburi ni rauhata miriadhi ljanna amma hufarat min hufari niran, ama ni mashimo miongoni mwa mashimo motoni, ama ni bustani miongoni mwa bustani za pepo. Na tutafakari kwa pamoja ndugu <coughs> zangu, tukiangalia wote hapa makaburi yaliyoko hapa hapa ndo makao makuu kuna watu wa kila aina. Walikuwa na mipango kama sisi, walikuwa na fikra, walikuwa na kila kitu kama sisi, lakini nilipofika amri ya Allah subhanahu wataala, hawakuwa na hiari. wamakana linafsin an tamuta illa biidhni llahi kitaba muajala. Inapofika wakati hata nani haja hakuna, hata huo umejificha vipi? na Allah subhanahu wa taala tunamwomba kwa pamoja atupe husnul khatima, amin. Tutafakari kwa pamoja ndugu zangu, kila siku tunapata taarifa za misiba. Ndugu zetu tunapata taarifa zao kila siku, tunahudhuria kwenye misiba, tunakwenda, tunatoka. Ukitaka kujua baada ya msiba wako utakuwaje, angalia msiba wa yule ambaye umehudhuria leo. Ndivyo hivyo hivyo, na msiba wako utakuwa hivyo hivyo. Jambo la pili, kila siku tunaingia kwenye milango ile pale makaburi. Tunawaingiza ndugu zetu humu ndani, lakini fahamu ndugu yangu, iko siku wallahi utaingizwa, hutotoka. Na haya maandalizi yanatakiwa kuanza sasa hivi. Hata ukikaa hapo katubu toba ya kweli, Allah nasamehe Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Allah nasamehe makosa yote. Kila siku ndugu zangu tunapata habari za watu wanaokufa, lakini fahamu iko siku na wewe utakuwa gumzo miongoni mwa wakuuakii. Hiyo ni hakika, kullu nafsin dafat. Kwa hiyo ndugu zangu, utafakari, wote walioko hapa nao walikuwa na mipango kama sisi, lakini Allah ameleta jambo lake, wa matashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin.